Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatuto sita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema, chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yeyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kuto kushughulika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 Wa billahi tawfik. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wow.